Naam, bwana, mambo yalikuwa ni mengi, muda ulikuwa ni mchache, lakini at the end of the day nadhani leo tumepata nafasi ya kufanya recap baadhi ya matukio ambayo yali happen na yalitrend sana katika ndoa ya Jux. E, bwana issue ya ndoa ya Jux bwana watu wameshaanza kuitoa dosari. Na dosari ni nyingi, na mmoja kati ya wadau ambao wametoa dosari ni huyu hapa. Kuna mshikaji hapa Mtanzania, ameelezea vitu vingi sana kuhusiana na kwanza kabisa Jux bwana ndoa yake. E, kwanza kabisa kuanzia msimamizi ameanza kumchambua pale msimamizi Diamond Platnumz kwamba ni mtu ambaye hajaoa, alikuwa ni baharia tu msela. E, lakini ameamua kufanya hivyo ili mradi tu kuleta brand kubwa zaidi katika tukio lake kwa sababu Diamond ni star mkubwa tu hapa Afrika. E, lakini pia kaja mkosoa inshu ya Jux kumwaga machozi ukweni wakati wa harusi na mambo mengine mengi sana, so bila kupotezea muda nataka umsikilize huyu jamaa alafu, tutaangalia kwenye comment section hapo, tutajadili kwamba ana point au la, msikilize hapo miliki matukio basi kwa suna ya una ushawishi ndio maana umempata huyo binti, njoo fanyia basi nyumbani, haya yote tisa kumi, unalia mwanaume? Yani mwanaume unatoa machozi ukweni kwenye harusi <laughs> yeah. Ah, niamini hizi tamaduni za kizungu zitatufikisha pale ambapo si sawasawa, guys, imezoeleka anayetoa machozi mwanamke wakati wa shughuli, wakati wa harusi yake, na sio wanawake wenyewe wa hawa. Sasa hivi kizazi cha buku mbili, wanawake wa zamani. Sasa hivi mtu ni makavu live hivi, anakutolea macho, unanioa mbele mbele yao utajua, yako baharia, yani besmani baharia, ayamondi hana mke, ana ndoa eh? Ndo anakuwa besi wako, kwa sababu kwa sababu ya brand vitu vitakuja kuwapeleka pabaya. Ndo bana, skendo ni nyingi mtaani, kazi ya besiman.